Bwana, leo kwenye, kwenye challenge ya IREM TV nataka unitajie kwenye maeneo mawili. Taanza eneo la kiungo, alafu nitaenda eneo la ushambuliaji. Simba na Yanga uniambie, ovaro, nani ambaye amesajili <coughs> mali zaidi, sawa eh? Kwa upande wa Yanga Musa Balakonte, Dombia, Lasin Kouma, awa wachezaji watatu. Kwa upande wa Simba Kante, Neo Maema pamoja na Charles Daudi Semfuko, lakini naomba mm. nimwongeze na, na mtu wanne pia, Moris Abraham mm. Nani kapatia zaidi? Na unadhani nani aliyesajili wakati ya hawa ni hatari kuliko wote wote? mm. Wamepatia mm. Lakini kwa kuangalia performance mm. ya mechi zao hizi za pre-season Simba Day Yanga Day mm. Yanga wana kitu, nani hatari zaidi? Yanga wana hatari, Yanga hatari kwa watu watatu, nantajia Yanga hey. wana hatari Dumbia, mm. Kouma na mm. Conte hey. Endapo wenye hatari zaidi ni hao wawili okay. Kouma na Dumbia ciao okay.